Ndiyo, karibu katika kipindi cha Injili ya Sayansi especially katika kipengele muhimu sana kinachohusiana na personal awareness or personal awareness development and self leadership. Hapa ninazungumzia kitu pekee ambacho inaweza ni ujumbe kwa wasomi wa kisasa. Injili ya Sayansi ina bezi na vitu vingi ambavyo vinadili kumhamasisha mtu ama kumemphasize mtu aweze kutoa kile ambacho Mungu amempa kwa ndani, kwa sababu kila mtu alivyoumbwa na Mungu, kuna kitu fulani ambacho amekiweka ndani yako ambacho unapaswa ukilipili ukitoe kwa watu au ukitoe kiweze kukusaidia. Mfano, tunazungumzia katika kipindi cha safa ambacho kila mtu analia kulingana na changamoto za ajira, analia kulingana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, mtu analia kulingana na changamoto nyingi za kijamii zinazotokea. Kiasi kwamba mtu anakuwa hayuko aware kuweza kupambana ama kuweza kuleta solution ama kuleta utatuzi wa changamoto zinazotokea. Mfano, leo tuko kwenye fesi ya nne katika zile fesi nne za dunia, au dunia imepita katika fesi nne. Fesi ya kwanza ilikuwa ni agrarian revolution, yani mapinduzi ya kilimo, ambapo watu waliofanya revolution kutoka kwenye kuokota matunda kwenye kuinda waliweza kuinvest ama waliweza kuwekeza katika kilimo, na hichi kikasababisha watu wengi zaidi kuweza kufanya nini? Kufanikiwa, ambayo hili likiwa ni miaka elfu moja mia sita elfu moja mia saba Lakini ikamuvu ikaenda phases ya pili ya, ya industrial revolutions. Hii industrial revolutions ambayo ilikuwa tunasema mapinduzi ya viwanda, ambayo mapinduzi ya viwanda alieta kuleta changamoto hata kwa watu ambao wanategemea kufanya kazi kwa nguvu, viwanda vikawa nafanya kazi badala ya watu. Na hiyo fesi ilivyoenda ilienda viongozi wa nchi Uingereza, baadaye Marekani ikapokea kijiti na kwa revo kubwa sana ikaleta mabadiliko makubwa kwa ulimwengu. Hayakuweza kuasili tu kwamba wale watu waliofanya vile, lakini yalileta effect na matokeo mpaka leo. Lakini fesi hiyo ilipita, ikaja fesi ya 1900 ambayo ilikuwa inahusiana na professional and computer, yani watu ambao walifundishwa ujuzi ama taaluma fulani iweze kuwasaidia uweza kujikima au kupata kipato fulani. Na ndio maana hata ikiwa ni wazazi wetu walitufundisha kwamba ikiwa utasoma ukaenda shule, hautateseka kulima kama mimi au utakuwa mvuvi kama mimi. Kwa hiyo watu waliaminishwa kwamba kupitia hii hiises, kwamba kupitia mapinduzi ya professional, yani ya taaluma na kompyuta, unaweza ukajikimu na ukaonekana huko kwenye upper class lakini kitu hiki ndicho ambacho toka, toka karne ya ishirini au miaka 1900 imeenda na ikajengea uzoefu na kujiamini kwa wazazi wengi na watu wengi, kuamini kwamba kupitia professional wanaweza kuachieve au kutoa kile ambacho wanacho, lakini atizaendi, tuko kwenye phase ya nne, kitu kile kinachotokea, ambayo inahusiana na technology and artificial intelligence, yani teknolojia na akili mnemba, ambao hivyo vitu kama umefuatilia katika Injili ya Sayansi unavyofundishwa kuhusiana na, na, na artificial intelligence, ni ile namna ambavyo vitu hivi vya kisasa vinavyoweza kuchakata mawazo, hata ukatoa ch changamoto fulani, yenyewe ikachakata kulingana na taarifa zao unazohitaji ikakupa majibu, kiasi kwamba imechukua nafasi ambayo wanadamu walivyokuwa wanaweza kufanya kazi, yenyewe ndio inachoweza kufanya. Na hiyo huwa haichoki na inafanya kazi kwa muda wote, na mtu atumii nguvu nyingi, wala hakuna usumbufu wote na anatumia kiasi kidogo sana cha investment akiwa ki invest ya initial capital au chanzo uh, mtaji wa kwanza anaoweka baada ya hapo yeye, yeah, anakuwa tu ni mashine na inajioperate inafanya kazi muda mwingi. Na hivyo vya kinachokuja kutokea ni nini? Na hivyo vitokea kwamba inachukua nafasi ya wale ambao tulikuwa tunaweza kuamini kupitia professional tunaweza kufanya vitu fulani, alafu kutumia professional tunaweza kuonekana kuwa watu wa maana. Inakuwa ni vitu vili tofauti, kwa sababu leo kuna artificial intelligence au kuna robot ambazo zinaweza kufanya kazi, kuendesha magari, kuendesha ndege, kukontrol vituo vya utafiti, kufanya utafiti, kiasi kwamba sasa mwanadamu ambaye wakati fulani ana usumbufu anahitaji kosti na kuna muda fulani anafanyi kazi, inatokea kwamba anakosa nafasi. Sasa kinachotokea ni nini? Ikiwa wewe na mimi tulifundishwa na kuamini kupitia profession kwamba ndio tunaweza kuwa ni watu wa maana, tumepotea, kwa sababu tunafundishwa kitu ambacho

mtu umesoma finance, umesoma bachelor of finance and accounting, lakini wewe unasoma ili ukahesabu hela za watu na sio kuwa naye mwenyewe hivi? Kwa kweli watu wa chuni ambao wanasoma bachelor economics na ya commerce Je, kama kweli ndio ambao watu wanaotegemea kwamba wanaweza kubalance uchumi wa nchi au wakafanya vitu fulani, kwa nini unafikiri wanaenda kufanya kazi kwa watu? Yani unafundishwa ili ukafanye kitu kwa watu, na ndio kinachotokea kwamba fesi ya tatu inakufundisha ukatumikie watu, sio kutoa kila ambacho wewe unaweza kufanya mwenyewe. Ndio maana ikiwa wewe unafundishwa sayansi ya kilimo au si nafundisho sayansi ya mazao, au wewe ni mhandisi ukawafanyie kazi watu, ikiwa ni kwenye makampuni, ukafanya kazi kwenye makampuni ya watu. Na hivyo inachotokea nini sasa? Wakati wa artificial intelligence, wenyewe zinaweza kuoperate, ikiwa ni kuvuna, kupanda, kupalilia na kufanya kila kitu, ikiwa ni, ni, ni kesi ya, ya, ya surgery kwa madaktari manake, artificial intelligence anaweza kufanya surgery ambao, hata mwanadamu hana uwezo wa kuifanya. Nini kinachotokea sasa? Watu wanapaswa wamke na waelewe kwamba wewe unapaswa ufanye kitu ambacho kiko ndani yako. Unapaswa uelewe kwamba sasa kwamba ninapaswa kufanya kitu ambacho, kwa sababu kile unachofundishwa au professional ni una ile mawazo ya watu. Ndio maana unavyosikia kwamba tuna kutunuku I certify, maanake ni watu wameweka mtaara fulani ili kukuthibitisha kwamba wewe umefikia level fulani, lakini tofauti na kile ambacho wewe unakuwa ninachotoka ndani kwamba ni kile ambacho unakitoa sansi, nikuwe, nikuwe, nikuwe, kwa ulimwengu. Jambo la msingi ambalo tunaweza kusisitiza katika injili ya sayansi ni ukweli usiopinga kwamba kila mtu anapaswa atafute kusudi lake mahususi la Mwenyezi Mungu kumruhusu kuishi katika kipindi hiki kwamba Mwenyezi Mungu amekuumba, haujaumba kwa bahati unaishi katika kizazi hiki cha changamoto zote kama hizi. Badala ya kuendelea kulalamika hamna ajira, badala ya kuendelea kulalamika kuna changamoto nyingi, unapaswa ukae chini, you must sit down, uweze kutafakari nini unachoweza kufanya, hasa kila ambacho moyo wako unaweza ku, unaweza unakipenda na una uwezo wa kukifanya, kwa sababu moyo kwa uhalisia unajua, kwa uhalisia What you really want , lakini your mind is a capable to do what you want. Yani akili yako ina uwezo wa kukusaidia kufanya chochote unachohitaji, lakini moyo wako unafahamu. Sasa changamoto nahotokea kwenye profession kwamba ikiwa naamini mi nimesomea kitu fulani, basi naamini maisha yangu ni huko huko, kwamba siku moja ikiwa kikitokea changamoto kwenye kitu ambacho nimesomea, maanake you are nasty you are foolishness. Nini ambacho tunachoweza kusisitiza? Ninaweza kusisitiza mambo makubwa manne. Jambo la kwanza ni kuweza kujimaster we mwenyewe, katika nini? Kuna kitu kimoja kinaitwa Four Interior Empire. Four Interior Empire ni zile nguvu za ndani ambazo ziko katika mwili wako we mwenyewe, ambacho Mungu jiko ndani yako, the power within you ambazo hizo. Jambo la kwanza tunasema you are salted. Salted, yani wewe mwenyewe ulivyo, ikiwa ni mwili wako. Jambo la pili tunasema mindset, yani mawazo wako au akili yako au utambuzi wako. Jambo la tatu tunasema heartset, moyo wako, na jambo la nne ni headset. Mambo haya manne yanaweza kukusaidia kuelewa nini unachoweza kufanya na wapi unapaswa ufanye, na watu gani unaweza kushirikiana nao, ili uweze kufanikiwa au to achieve kile unachohitaji. Unavyosema kwenye your soulset, ni wewe mwenyewe kwamba mwili wako nafsi yako wewe mwenyewe uhalisia, inafahamu nini unachopasa ufanye nje na kusikiliza mawazo ya watu, kwamba nakueleza kwamba bwana, mi navyokuona unaweza kufanya jambo fulani, we navyokuona. Yani, wakati fulani unafata influence ya watu pasina kuzingatia kila ambacho, hata wakati fulani unasarishi moyo wako. Lakini jambo lingine tunavyosema kuhusiana na mindset, mindset wengi tunaamini kuhusiana na IQ kwamba ile uh, intelligence quotient kwamba uwezo wako wa kureason. Lakini wakati fulani tunapozungumzia kuhusiana na mindset, tuna combine mambo mengi, tuna combine kuhusiana na reasoning fikala, tunazungumzia kuhusiana na memory kumbukumbu, kumbu, lakini na decision yani uamuzi, kwamba kulingana na changamoto ninazoziona sasa, je, ninaweza kufikiria ni jambo gani ambalo naweza kufanya likaleta solution. Maana wakati huu tunaoishi ni ulimwengu kila kitu kuna crisis kwa kila aspect, kuna changamoto kila sehemu. Nini kinachohitajika ni wewe kuwa na reasoning iwe kubwa, kuweza kufikiria nini unachoweza kufanya ili kuleta solution kwa watu, kwa sababu hata tunapozungumzia sana watu artificial intelligence, ni watu wamekaa chini akasema ili kurahisisha mambo, kuwafanya watu wasiangaike sana wanabuni teknolojia fulani ili kuweza kusapoti kufanya vitu fulani, ko mtu haangaiki chochote, anachohitaji kufanya anafanya. Koo unapaswa ile uwezo wako wa mindset iwe awea, iwe iwe tayari kupambana, kuwa tayari kufosi wakati mwingine kuhakikisha unafanya kile ambacho unatamani au unaamini unachoweza kufanya, lakini nasema moyo ni ile ambapo ndipo kwenye chemichemi ya uzima. Even though you can decide kwenye manki lakini moyo ndio unaweza kukupush, ambao unaweza kukukip kuwa na nizamu wa kufanya kile ambacho natamani. Lakini wakati unafanya haya yote, kuzingatia jambo moja sana, afya ni mtaji kuliko vitu vyote, kwa sababu kiwango cha pesa ambacho unaweza kuinvesti au muda wako unaweza kuinvest au kutoa hata afya yako kupambani upate kiwango fulani cha pesa, hivyo pesa utakuja kuzitumia huenda kwa masaa manne kutafuta uhai au afya ulioupoteza. Kwa ndio maana nikasema sasa kuna vitu vinne ambavyo ni four interior empire, your mindset, your soul set, your you heart set and your head set. Hivi vitu vitakusaidia kuelewa wapi unapaswa umaste na uweze kufanya vitu ili viweze kukusaidia. Asafu, kwa sababu unapaswa uelewe kwamba kipindi hiki tunachoishi you must to find your reason of your existence kwamba unapaswa utafakari na ujiwe kwamba ni kwa nini mimi ninaishi au kwa nini Mungu aliniruhusu nizaliwe kwenye hichi kipindi, au kwa nini naishi hapa, nimezaliwa kwenye hii familia, huenda ni ya maisha ya juu sana, middle class au lower class. Je, ni kitu gani ambacho ninaweza kuleta changes, kuweza kufanya kitu fulani nikaleta mabadiliko tofauti, na hapo mtu atakuwa ni mhitaji. Na ndio maana sasa kinachotokea, hizi professional tunazopewa hizi profession tunazopewa ama vitu fulani ambavyo tumesubiri watu watusatisfy, at the end tunakuja kutambua kwamba havijaweza kutusaidia kwa chochote once. Mfano, kuna watu ambao huwa wanaamini kwamba mpaka afike sehemu fulani atambuliwe kwa taito yake, mimi amwe engineer, amwe doctor, amwe someone akiitwa jina lake manake huyo mtu lakini, the real day hiyo cheo huwi nayo. Sasa you must understand kwamba cheo kama akidumu au kama hiyo status haidumu, kwamba kuna watu walikuwa kabla yako na wewe, kuna watu nyuma wanakuja baada ya wewe. Nini unachohitaji kufahamu ni wewe mwenyewe kujitambua, kwamba wapi unapaswa uwe na kitu gani unachoweza kufanya kinaweza kukusaidia kufanya na kuleta mabadiliko kwa familia yako, kwa taifa lako, na kwa generation nyingine inayokuja, kuweza kutambua legacy ya kitu fulani ambacho umeweza kufanya wewe ulivyokuwa ukiishi hapa duniani, kwa sababu kila mtu anafo, anafo, anafo, Mungu alivyomuumba alimuumba ili aje kuacha kielelezo, aje kuacha alama, eregas to leave, kwa watu wengine waje jifunze. Maana tunajifunza kuna watu akinaita akina Daniel kwamba ni mfano wa watu waaminifu, akina Yusufu, akina Ibrahimu, mfano wa imani. Kuna watu kwenye sayansi tunajifunza akina Isaac Newton Si akina Galileo ni watu ambao wameacha rega, si vile wameishi miaka mingi iliyopita. Nini kinachohitaji Galileo kipindi ni wewe mwenyewe, maana hawa watu wali invest kule walikuwa wanaona wanapaswa wawe tofauti na kuenda na majority kwamba kwa sababu jamii inaamini kwamba ukifanya kitu fulani unaonekana una maana basi unafanya tu kwa sababu unahitaji recognition mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Injili ya Sayansi, you must understand your purpose of your existence. Unapaswa ufahamu reason yako ya kuishi ambayo, ili uelewe kuweza kuelewa kwenye reason ya kuishi, jambo la msingi you you must find your identity. Why are you here, who are you? Kwamba wewe ni nani hasa, nje na jina lako, nje na sanduku la posta unakotoka, nje na kabila lako identity yako ni nani? Mfano tunavyozungumzia kuna watu ukiwataja tu, ukimtaja mtu fulani unataja identity yake automatic. Ukimtaja fulani jina la mtu unajua yule ni mwizi bwana, ukimtaja ah, yule bwana ni mbunifu. Maanake ndicho ambacho, hiyo ndio legacy ya yule mtu, unayomfanya afanye nini, aishi, ambayo hiyo itakusaidia kuelewa kusudi lako mahususi la wewe kuishi na nini unachoweza kufanya na kipi unachoweza kufanya kikusaidie wewe kufanya vitu vikubwa, ikiwa ni ubunifu ambacho ndio kuna vitu vingi sasa. Baada ya kufanya hivi vitu vitu vingi, kuna creativity and innovations In the UK, ukate kabuni kitu kipya ama ukafanya maboresho katika vitu vile ambavyo vipo watu wanavyofanya, lakini wewe ukab ukaboresha na kikawa kitu cha maana, unachotakiwa ni kuwa na Uwe na wakati mwema, endelea kufuatilia vipindi hivi katika Injili ya Sayansi. Mungu kubariki sana, asante sana.